Katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya nchini TUGE, Bwana Eri Mkunda ametoa rai kwa baadhi ya viongozi wa siasa kuacha tabia ya kuwafokea hadharani watumishi wa umma pindi wanapokosea katika utendaji wao wa kazi. Bwana Mkunda amesema kuwa vitendo vya aina hiyo vinachafua heshima ya utumishi wa umma na vinaweza kuathiri morali ya wafanyakazi. Aidha, Bwana Mkunda amesisitiza kuwa umuhimu wa viongozi wa siasa kushirikiana na mashirika ya wafanyakazi na vyombo vya utumishi wa umma ili kutatua changamoto za utendaji kwa njia ya heshima, maadili na taratibu za kisheria. Wanasiasa wengi walikuwa wakikaa jukwani wanawagombeza wafanyakazi, wanawasimamisha kazi, wana kazi yo, wakati bila kufuata utaratibu. Sisi wafanyakazi hilo jambo tulilikemea kwa nguvu kubwa sana, na tuliweza kushirikisha serikali. Nafahamu mpaka serikali itoa haraka, lakini pia hata Rais ameshatoka public akikataza hilo jambo kwayo. Kwa hiyo naomba kwamba waajiri au wanasiasa wengi wafuate taratibu, kwa sababu wao unakuta anaweza kumsimamisha mtu wakati sio mamlaka yake ya nidhamu, wakati utaratibu unajulikana. Kwa hiyo hili swala Uh, tumelikemea kwa kiwango kikubwa na tunaendelea kulikemea. Wafanya swala la kusimamisha mtu kazi, kumchukulia mtu hatua wakati sio mamlaka yako. Unakuta mwanasiasa mwingine tu public, ili apate mileage za kisiasa, anafanya hivyo, kugombeza wafanyakazi kwenye majukwaa. Hiyo haitakiwi.